Moja ya habari kubwa ambayo siku za hivi karibuni imeweza kuongelewa na vyombo vya habari vingi duniani vikubwa ni habari kuhusiana na meli ambayo inabebelea ama inatembea kwa kutumia bendera ya Tanzania ambayo ilizuiliwa huko nchini India. Meli hii ni meli ambayo zile meli za kubeba mafuta, mafuta mengi sana na baada ya kuwa imefikisha mafuta hayo nchini India ikawa imezuiliwa, isiweze kuweza ku shusha shehena yake ya mafuta ambayo ilikuwa imeyabeba meli. Hii inajulikana kwa jina la Andaman Skies na meli hii inasema kwamba ilikuwa imebeba takribani mapipa laki nane. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani cha mapipa ambazo meli hizi huwa zinabeba na, yaani, mapipa ya mafuta, na ikumbuke kwamba India ni moja ya watumiaji wakubwa sana wa mafuta duniani. Sio tu kutumia mafuta duniani, bali India na China ndo mataifa pekee ambayo yamegoma kuacha kununua mafuta ya Urusi ambayo nchi nyingi zimewekea vikwazo. Kwa hiyo meli hii ikawa imepeleka mafuta hayo nchini India, na meli hii sio kama inamilikiwa na na labda na Urusi. Hapana, yenyewe tu ilikuwa inafanya kazi yake ibebe mafuta ipeleke then ilipo. Lakini baada ya kuwa imefika pale ikawa imezuiliwa. Na sababu ni nini? Sababu ni kwamba mamlaka za bandari zinadai kwamba meli hii haikuwa na vibali ama haikuwa na documents za kutosha kuiwezesha kufanya shughuli hiyo, huku ikisemwa kwamba changamoto kubwa ikiwa ni umri ambao meli hii inasemwa kwamba ilitengenezwa mnamo mwaka elfu mbili na nne na mpaka sasa hivi tunavyoongea ina zaidi ya miaka ishirini. Kwa hiyo meli ambazo zinakuwa zina zaidi ya miaka ishirini kwa sheria za India kuwa na kanuni zao ambazo zinatakiwa kukamilishwa ambazo ni kali sana. Kwa hiyo meli hii ambayo eh, ya Andaman Skies ikawa imefanya jina la Tanzania liweze kutajwa tena, kwa sababu meli hii inatumia bendera ya Tanzania na meli hii inasemwa kwamba ilikopo inatokea katika eneo la Urusi huko kaskazini, katika ile bandari yake inayojulikana kama Mumansk, na ikawa imeafikisha mafuta hayo huko nchini India. Sasa hii ikawa imenilazimu niende kuchimba na kuona meli zinasajiliwa kwa utaratibu upi na meli hii hi, hizi kwa hapa Tanzania zinaweza zikasajiliwa aidha Tanzania huku bara au zikasa, zikasajiliwa Zanzibar, ili ziweze kutumia bendera ya Tanzania, kwa sababu meli za kimataifa nyingi haiwezi ikaenda majini ikawa inabeba mizigo pasina kuwa ina ina bendera ya nchi fulani, na mataifa mengine huwa yanapendelea kutumia taifa fulani, ama wale wafanyabiashara wenye meli hizo wanapendelea kutumia mataifa fulani kwa sababu ya sababu zao nyingi. Inaweza ikawa labda taifa fulani sheria zake zinakuwa sio ngumu kuweza kupata ile kibali hicho cha kuweza kutumia bendera, lakini pia hata kuweza ku, yale makato kodi na nini, ule mchakato wa kuweza kupata hicho kibali unakuwa sio mgumu sana. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kikawa kimetokea kime, kime. Kwa hiyo katika kufuatilia huo mchakato nikawa nime gundua kwa kwamba wa Zanzibar wenyewe wana hiyo inajulikana kama Zanzibar Maritime Authority, ambayo ni, ni mamlaka inayohusika na maswala ya usajili wa vyombo hivyo vya majini, na yenyewe ukiangalia inasemwa kwamba mpaka sasa hivi imesajili zaidi ya meli mia nane. Hey, ambazo ni za ndani na za nje, lakini kwa Tanzania penyewe hawako active sana kwenye kusajili, na upande wa Zanzibar wenyewe umesajili zaidi ya asilimia themanini ya meli zote ambazo zimekuwepo zinafanya kazi kwa bendera ya Tanzania. Na kwa kufuatilia historia kidogo, si mara ya kwanza meli ambayo ina bendera ya Tanzania kuhusishwa na maswala haya ya usafirishaji ama hizo kesi ambazo zimekuwa zinajitokeza. Kuna mwaka elfu mbili na kumi na nane kuna meli mbili ambazo ziliweza kukamatwa na zilileta shida kidogo. Meli hizi kulikopo, kuna meli moja inaitwa Andromeda ambayo hii ilikamatwa huko Ugiriki Januari 6 mnamo mwaka 2018. Meli hii ilikuwa inabeba vilipuzi na magendo yanayohusika eh, na utengenezwaji wa silaha mbalimbali mbali za milipuko, na ilikuwa inatoa eh, Ugiriki, pengine kutokea Ulaya huku ikienda kusafirisha na kuingiza nchini Libya hiyo ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na nane. Pia kukawa kuna kuna meli nyingine ambayo ilikuwa inajulikana kwa jina la Kaluba, ambayo hiyo yenyewe ilipatikana uh, huko Jamhuri ya Dominican ama unaweza ukasema Dominican Republic, ambayo ilikutwa na kilo elfu moja mia sita za cocaine. Kwa hiyo si mara ya kwanza meli hizi kuweza kukamatwa na magendo ama hata kama sio magendo, kuweza kuingia kwenye hizi mitafaruku. Kwa hiyo meli hii ambayo inajulikana kwa jina la Andaman Skies, ndio meli ambayo hivi latest kabisa bado inashikiliwa na mamlaka za nchi ya India na bado ipo inazuiliwa na mamlaka za India. Imezuiliwa kuweza kushusha mzigo wake, kwa sababu haijakamilisha document hizo zinazotakiwa na